Na watoto zaidi ya 600 kama sikosea ilikuwa vile. Zaidi wanazidi hao. Zaidi 600. Eh, 1000 na kitu. 1650 nafikiri. Watu wanaweza wanawezaje hivi? kuawanawezaje ingekuwa amri ya kwangu mimi mwenyewe nisingeweza, lakini Mungu mwenyewe ndiye anataka bwana. Okay. mweyewend Ningekuwa nataka mimi mwenyewe tu ningeshindwa. Okay. Eh, na, na yale maghorofa mpaka sasa hivi amefikia hatua gani? Pita sasa? Kule sasa wewe kazi yako ni mwandishi wa habari. Pita ukaangalie. Nitapita kwenda kuangalia. Eh, ukitoka leo kaangalie kule. Nitapita kwa. Eh, e, kule. Kwa. Eh, ukishaangalia e, sasa wewe ndio kazi yako Ukitoka hapa kaliangalie kaangalie magorofa yale alafu. Okay. Alafu sasa ndio uandike kinachotakiwa okay. Eh, maana yake nitakwambia, nita mimi itakuwa na kudanganya sawa, lakini ukipita utayaona wewe mwenyewe. Baada ya mahojiano yetu na Lugumi kuhusiana na ujenzi wa magorofa sita kwa ajili ya watoto yatima na kutuambia tupite Kinondoni Misufini kuja kujionea ujenzi umefikia wapi, na kweli nimefunga safari mpaka Kinondoni Misufini kuja kuona magorofa ambayo aliahidi kuyajenga sita na akitolea mfano wa magorofa haya ambapo sasa hivi ya kwenye hatua ya mwisho ambao unaona kama yameisha. Na gorofa moja alisema litakaa yatima zaidi ya mia nne. Lakini pia yatima hao, akishafikia umri wa miaka ishirini, anawatafutia ajira na nimefika hapa kwa ajili ya kuona tunawatoa, hata juzi tumetoa watoto karibu 80. Uh, tumewapa mitaji, tumewapangishia nyumba, tumewanunulia furniture. Sasa hivi wana maisha yao. Akifikia ya miaka 20 tunamtoa, akitooli akai tena kitooli. Okay. Yeah. Okay.